Inapenda kutoa ufafanuzi juu ya picha mnato iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha ng'ombe waliouawa, wanaosadikiwa kuwa wameuawa kutokana na migogoro ya wakulima na wafugaji. Uhalisia ni kwamba uh, katika mkoa wa Kagera hakuna tukio la aina hiyo katika mkoa wetu. Kwanza, hatuna aina hii ya ng'ombe wanaofugwa kwa kiwango kikubwa kiasi hiki. Ng'ombe tulionao sisi huku, ambao wanafugwa kwa kiwango kikubwa, ni wale aina ya Ankole ambao nao wanapatikana kwenye vitalu. Hata hivyo uchunguzi wetu na ufuatiliaji wa kina umebaini kwamba hatuna tukio, sio tu la ng'ombe wa maziwa, lakini hata ng'ombe wa kawaida wanaofugwa kwenye vitalu, ambao wamekatwakatwa au wameuawa kwa namna yoyote ile, kutokana na migogoro ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo, kwa kifupi ni kwamba hatuna tukio la na namna hii katika mkoa wetu wa Kagera na dhani mtoaji wa taarifa hii alilenga labda kutengeneza taharuki katika hali ya kawaida. Matukio ya namna hii yana uwezekano mkubwa wa kuleta taharuki kwenye jamii, kwa sababu ukiambia ni matukio ambayo yametokana na wakulini, tukio lililotokana na misigano kati ya wakulima na wafugaji, kiasi kikubwa hivi cha ng'ombe wakauawa, ni wazi kwamba kwa mtu ambaye hayuko Kagera na ana, ana historia ya Kagera ana ndugu wako Kagera ni wazi ataanza kuuliza, ndugu zangu wako salama, lakini majirani zangu je? So bado nitoe onyo kwa wale ambao wanapenda kusambaza taarifa ambazo hazina ukweli kwa lengo tu la kuleta taharuki kwa wananchi walioko kwenye eneo husika au kwa nchi kwa ujumla, walioko ndani na hata nje ya nchi. Waache mara moja, si jambo jema Si jambo jema, linawatengenezea wananchi taharuki ambayo haina sababu ya kuwepo na tutafuatilia, kuhakikisha tunambaini nani aliyetuma taarifa hizi kwa nia ipi, ili hatua ziweze kuchukuliwa dhidi yake. So na wengine, ningetahadharisha basi wajiepushe na matendo ya aina hii, ili kesho na kesho kutwa basi sijakaja kuwaingiza ku, kuwa kwenye kukumbana na mkono wa sheria.